za eneo la mwisho la kuhakikisha tuna raise thamani ya klabu yetu. Ndio maana leo tunaweza tukasimama mbele tukasema Young Africans ina thamani isiyopungua 100 billions, na tunaweza kujustify. Kwa muda mrefu dunia ya soka imekuwa ikitazamwa kutoka mbali kama jukwaa kubwa linalotawaliwa na majina makubwa kutoka Ulaya pamoja na Amerika ya Kusini, lakini sasa upepo umebadilika. Mara hafra tu kutoka jijini Dar es Salaam na nimekuwa ni jina moja limeibuka na kugonga vichwa vya habari duniani na si jina jingine, ni mhandisi Hersi Ally Said, rais wa Young Africans Sports Club na mwenyekiti wa Africa Club Association ACA. Uteuzi wake wa kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano ya virabu ya FIFA kwa upande wa wanaume ni zaidi ya heshima binafsi, na ni ufunguzi mpya uliofunguliwa kwa Tanzania na Afrika Mashariki na bara zima la Afrika katika dunia ya soka. Kamati hii ni kama, kama moyo wa FIFA unaosukuma damu katika mishipa ya mashindano ya virabu. Hapo ndipo maamuzi makubwa kuhusu namna virabu vinavyoshiriki na kanuni zinavyowekwa na ndoto za wachezaji duniani zinavyopangwa, ndipo mipango ya mashindano kama kombe la dunia la vilabu na mikakati ya kibiashara inayohusisha soka kama sekta ya kiuchumi duniani inatengenezwa zaidi na sasa miongoni mwa sauti chache kutoka Afrika itakuwemo ya Mtanzania, si mwingine Injinia Hersi Said. Kupitia nafasi hii, Injinia Hersi Ally Said atakuwa mjumbe wa mwanzo mpya, akivisemea virabu vya Afrika ambavyo mara nyingi vimekuwa vikiwekwa pembezoni mwa maamuzi makubwa ya dunia. Atakuwa pale kuhakikisha kuwa mashindano ya virabu hayabaki kuwa hadithi katika mabara mengine pekee, bali pia yatagusa ndoto na matarajio ya vijana wa Afrika wanaoamini kuwa mpira ni zaidi ya mchezo, na ni maisha pia, huleta matumaini na fursa katika maisha. Uwepo wa Injinia Hersi ndani ya kamati ya FIFA ni sawa na kuwashwa kwa taa ndogo ndani ya giza nene, ikiwa ni ishara ya kwamba sasa wakati umewadia wa Afrika kusikika. Kupitia uzoefu wake wa kuongoza klabu ya Young Africans kwa weledi, kujenga miundombinu ya maendeleo na kuunganisha virabu kupitia ACA Injinia Hersi anaingia FIFA akiwa si tu kiongozi wa klabu bali ni mjumbe wa kizazi kipya cha viongozi wa Kiafrika wanaotaka soka liwe chombo cha mabadiliko ya kiuchumi na kijamii. Ndani ya vikao vya FIFA, sauti yake itakuwa ikitetea usawa na uwakilishi wa vilabu vya Afrika, ikishawishi maboresho ya mfumo wa mashindano na kuhimiza fursa sawa katika mapato na maendeleo atahakikisha kuwa virabu kutoka Afrika Mashariki ambavyo kwa muda mrefu vimekuwa vikijitahidi kupenya katika ramani ya dunia vinapata nafasi ya kweli ya kushindana na kubainika kwa maeneo mengine. Engineer Hersi ataibeba Afrika mabegani mwake, akisema kwa heshima na uthubutu na maono mapana. Kwa Tanzania, uteuzi huu ni mwanga mpya katika anga la michezo na ni ishara ya kuwa hatutokuwa tena watazamaji wa mafanikio ya wengine bali tumeanza kuwa sehemu ya maamuzi yanayounda mstakabali wa soka duniani. Ni uthibitisho kuwa kiongozi mtanzania anaweza kuketi meza moja na watu kama Florentino Perez wa Real Madrid au Hadun Al-Mubarak wa Manchester City na kujadiliana kama watu wa kawaida na si kama mgeni. Lakini zaidi ya yote, uteuzi huu unaleta somo muhimu kwa viongozi wa michezo nchini, kwamba mafanikio ya kimataifa kuanzia nyumbani kwenye swala la nidhamu, uwajibikaji na maono ya kweli yenye maendeleo. Engineer Hersi ameonyesha kwamba unapowekeza kwenye uongozi bora, matokeo yake hayaishi kwenye mipaka ya taifa, bali yanavuka mabara mengine, yanavuka lugha mbalimbali, yanavuka hadi historia ya mpira iliyowekwa hapo nyuma. Kwa sasa macho ya dunia yanaitazama Tanzania kwa mtazamo mpya kabisa kupitia jina moja tu, si jina jingine, ni Engineer Hersi Ally Said. Kiukweli taifa letu limepanda ngazi mpya katika ramani ya soka, ni mwanzo wa safari ndefu, safari yenye matumaini yasiyokuwa na kikomo, safari ya Afrika kuelekea usawa wa kweli katika dunia ya mpira. Na pengine miaka michache ijayo, tutakaposhuhudia virabu vya Afrika vikinyanyua makombe makubwa ya dunia, historia itakumbuka kwamba mahali fulani miongoni mwa waliopanga njia hiyo alikuwepo Mtanzania, kiongozi mwenye maono, kiongozi mwenye nidhamu, kiongozi mnyenyekevu kwa tabia, lakini mkubwa kwa fikra. Si mwingine, ni injinia Hersi Ally Said.